Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Naam, kwanza nitoe shukurani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na bila kusahau kum, kumtakia rehma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, tumekuwa na wakti mzuri sana leo, kwa kuwa hivi punde tumemaliza kikao muhimu sana ambacho tunaweza tukasema ni kikao cha kuufungia mwaka huu wa miladia wa elfu mbili na ishirini na tano. Kikao chenyewe ilikuwa tumekutana na viongozi wa taasisi mbalimbali zilizoko katika mkoa wetu na tumekuwa na wakati mzuri wa kukutana na taasisi zisizopungua kumi na tatu za Kiislamu katika mkoa wetu huu wa Katavi. Alhamdulillah, tumezungumza mengi na ifahamike tu kwamba hii ni desturi yetu sisi mkoa wa Katavi kuwa na vikao kama hivi vya taasisi zote. Tunashirikiana na taasisi mbalimbali nje ya taasisi yetu kongwe ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, Bakwata, ambaye mimi nimepewa na Mheshimiwa Mufti kupitia baraza la ulama kipande hiki cha mkoa wa Katavi kama shekhe wa mkoa wa Katavi. Alhamdulillah kikao chetu kimekwenda vizuri na kimemalizika salama. Na kubwa lilikuwa ni kukumbushana tu kwamba yale yanayoendelea katika mitandao ya kijamii ya hivi karibuni na yale hata ya nyuma na yale yaliyoandikwa katika historia mbalimbali zilizopotoshwa yasitupelekee sisi kukosa mshikamano na umoja na upendo baina yetu. Kwa hiyo tuendelee kuwa wamoja. Haya ni mambo yaliyopo, yamekuja, yatapita kama yalivyopita mambo mengine. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kwa vyovyote vile ni taasisi kubwa na ni taasisi kongwe, na Bakwata, kwa ufupi, ni ashajaratul muthmira ni mti wenye matunda, wa shajaratul muthmira daiman turmiya bil hijara, na mti wowote wenye matunda aghlabu huwa unapigwa mawe. Kwa hiyo sisi tunaona yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, ni kwa kuwa Bakwata ni taasisi kubwa, ni taasisi kongwe iliyofanya mambo mengi mno katika nchi yetu huwezi kuilinganisha BAKWATA na taasisi nyingine yoyote katika kuwaletea maendeleo wa Uislamu. Hili viongozi wenzangu wamekiri kwamba ni kweli, na wamekiri kwa sababu wanayaona yale ambayo yanafanywa na BAKWATA, hasa katika mkoa wetu wa Katavi. Hakuna asiyejua kwamba BAKWATA mkoa wa Katavi, kwanza mkoa wenyewe wa Katavi una muda mfupi sana Mkoa wa Katavi umeanzishwa mwaka elfu mbili na kumi na mbili elfu mbili na kumi na mbili ndiyo e, mkoa wa Katavi umeanzishwa, lakini BAKWATA kama BAKWATA kuanza kufanya kazi katika mkoa wa Katavi katika ngazi ya mkoa umeanza mwaka elfu mbili na kumi na tano baada ya kufanyika uchaguzi wa viongozi na kupatikana wa viongozi Ndiyo, bakwata mkoa ikawa imeweka uongozi. Sasa ukichukulia kipindi hicho kifupi, sitaki kukwambia huko nyuma ilikuwaje, maendeleo yaliyopatikanwa, mashehe wa wilaya wamepata nafasi ya kueleza katika wilaya zao, namna maendeleo ambayo yanayopigwa. Lakini katika ngazi ya mkoa hakuna asiyeona wala hakuna asiyejua, kwa sababu sasa hivi mitandao ya kijamii ipo na miradi tuliyonayo, ili ifanye vizuri, tunaitangaza. Tunayo shule, hakuna mtu asiyefahamu kwamba BAKWATA katika kipindi kikifupi cha Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali bwana Almujaddidul Asir tumepata shule ndani ya kipindi kifupi cha takriban kama miaka mitano tu, tumepata shule ambayo tumeipa jina la yeye mwenyewe mufti kama mujaddidul asir, ili kuakisi kauli mbiu hii yajitambue badilika, hacha mazoea. Tumeipa shule jina lake ili asije mtu akasema labda ili shule imejengwa kipindi fulani. Tunayo shule ya msingi, tena ni pre and primary school, ni English and Arabic medium school ya Daktari Sheikh Abubakari bin Zuberi bin Ali Mbwana, na inafanya kazi na shule hiyo. Siyo katika shule tu alimradi, tumejenga shule la ni shule bora, ambayo shule hiyo ina gari yake ya kuwabeba wanafunzi na ni gari ya Bakwata, siyo ya kuwazima wala siyo gari ya kukodisha, ni gari mali ya Bakwata. Hata ukisoma kadi yake, kadi yake imeandikwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na kama ilivyo taasisi zote, mali za taasisi ni mali ya bodi ya wadhamini. Tunaweza kusema hii ni mali ya BAKWATA makao makuu, kwa sababu makao makuu ndiyo ina bodi ya wadhamini. Sasa sikwambii kwamba katika kipindi kifupi tu hii BAKWATA ambayo inaambiwa kwamba haijafanya chochote katika mkoa wa Katavi, BAKWATA ina maabara yake maabara ya Kiislamu ambayo inatoa huduma kwa mujibu wa taratibu na sheria za Kiislamu. Akina mama wanahudumiwa na madaktari wa kike, akina baba wanahudumiwa na madaktari wa kiume. Kwa hiyo yako mambo mengi, yako mambo mengi ambayo BAKWATA imefanya. BAKWATA katika mkoa wa Katavi, tuna viwanja vingi vingi mno ambavyo hivyo viwanja tumechukua tu bado hatujaweka iki na kile, lakini viwanja vipo maekari na maekari. Nikizungumzia kiwanja kimoja tu hicho cha hapo kwenye shule, kina zaidi ya square meter elfu thelathini zaidi ya square meter za mraba, yaani square meter elfu thelathini zaidi, kiwanja hicho kimoja sikwambii kwenye JUAKITA, JUAKITA mkoa wa Katavi wana uwanja mkubwa siku ya mita elfu nne mia nne arobaini na tisa. Jumuiya ya vijana ambayo ni jumuiya iko ndani ya BAKWATA, JUVIKIBA, ina viwanja na ina misikiti yaani jumuiya, yaani sisi tumevuka kutoka kwenye BAKWATA yenyewe kumiliki hiyo misikiti, sio kama inavyosema kwamba BAKWATA sijui inapora misikiti. BAKWATA ipori misikiti ni waumini wanakusanyika chini ya baraza lao katika ngazi ya msikiti, wanasema sisi tunataka tujenge msikiti. Bakwata ina katiba, Bakwata ina registration. Katika nchi hii hauwezi kupata ardhi bila kuwa na hivyo vitu viwili, katiba na registration. Baraza lao hili kuu, kwa sababu lina katiba ya uhakika na lina registration mpaka ngazi ya kijiji, inakuwa ni rahisi kuchukua ardhi hiyo na kuifanyia maendeleo. Kwa hiyo tuna mashamba pia, kuna mashamba ya mikorosho. Ukienda kule Kakese ka kuna mishamba, shamba la mikorosho, tunalima mikorosho, na Mheshimiwa Mufti alifika pale, akaenda akalitembelea shamba hilo. Tuna shamba la miti, mazao ya miti lililoko kule Mwese ekari karibia arobaini ziko kule Haya, tuna vitalu vya madini ya dhahabu. Ikola kule tuna kitalu cha madini ya dhahabu ekari thelathini. Hapo Ibindi tuna kitalu cha dhahabu ekari nne. Haya, hapo Kapala Msenga pale tuna viwanja viwanja eh, ishirini, viwanja vya makazi ambavyo wao watu wa ardhi wanaita residential tuna viwanja ishirini vya makazi karibia sehemu kubwa ya kijiji Kapala Msenga pale, ni karibia na bandari ya Karema, tuna viwanja ishirini. Hii ni BAKWATA, sio taasisi nyingine, na hii inaelezea ni katika miaka ya hivi karibuni ya mheshimiwa mufti huyu Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana. Sasa BAKWATA si chama cha siasa ambacho kinaweza kikawa kila kina kinachokifanya kinawaambia watu kinatangaza kama vile siasa kutafuta wafuasi. La, watu wanaipenda BAKWATA, wanaipenda BAKWATA kutokana na huduma ambazo BAKWATA inaitoa. Ukija kwenye masuala ya kijamii, BAKWATA inashughulikia masuala ya ndoa za watu, masuala ya mirathi. Kuna watu wangedhulumiwa mirathi yao, BAKWATA inasimama imara inatoa haki kwa watu wale ambao wanakuwa wamefika katika ofisi za BAKWATA ambazo ziko mpaka kwenye kijiji. Sidhani kama kuna taasisi ambayo ina ofisi mpaka ngazi ya kijiji. Misikiti ya BAKWATA imefanywa kuwa ni ofisi. Misikiti ya BAKWATA imefanywa kuwa ni ofisi, imekuwa ni kimbilio. Katika ngazi ya msikiti wako viongozi wanaoshughulikia matatizo ya jamii ndani ya kipindi hiki cha mheshimiwa Mufti katika matomeo ya katiba, ameweka baraza la usuluhishi la msikiti. Kwa maana ipi? Tulikuwa na baraza la mashehe la kata ambayo lilikuwa linashughulika na masuala haya ya kijamii na ustawi wake, lakini mheshimiwa mufti kwa kuwa ana muono wa mbali akasema, hapana, tuweke mpaka kwenye ngazi ya msikiti watu ambao watakaokuwa wanashughulikia mambo ya kijamii akaweka kwenye matomeo ya katiba hii iliyofanyiwa marekebisho, katiba ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa, toleo la mwaka elfu mbili na kumi na nane, akaweka kipengele kinachohusiana na baraza la usuluhishi ili wale Waislamu walioko kijijini wajue kuna watu ambao wanashughulika na masuala ya migogoro, wanashughulika na masuala ya ustawi wao wa jamii yao ambayo inayowaongoza kwa hiyo Bakwata imekuwa hivyo Bakwata imekuwa na mnyororo mrefu ambao huo mnyororo ni msaada mkubwa kwa Waislamu nchini anastaajabiwa mtu ambaye labda pengine haoni haya kwa sababu sio wote wanaoona hata watu wa, wanaoishutumu serikali wakati mwingine wanasema serikali haijafanya kitu chochote tokea miaka iliyopata uhuru haijafanya lolote, lakini huyo huyo anayeshutumu hilo anapita kwenye barabara zilizotengenezwa na hiyo serikali, anapanda ndege ambazo zimenunuliwa na hiyo serikali. Hiyo ndiyo hali ya kibinadamu, sio binadamu wote watakuwa sawasawa sawa. Na nafsi za wanadamu hazilingani. Kuna e, wale waliogawanya zile nafsi, kuna nafsi inaitwa an-nafsul lawama, an-nafsul lawama maana yake ni nafsi ambayo ikipata jema inalaumu, ikipata baya inalaumu, haina zuri. Kwa hiyo na wako ambao uh, labda pengine kwa chuki dhidi ya Bakwata au kupenda mamlaka madaraka, wanaona Bakwata kuwa haikufanya kitu, waje washuhudie, watoke huko waliko. Kama wako Dar es Salaam watoke waje Katavi, kama wako Arusha waje Katavi, kama wako sijui wapi waje Katavi waone namna BAKWATA ilivyofanya kazi. Na hii tunazungumzia sio Katavi tu, sio Katavi tu, mikoa mingi inafanya maendeleo katika kipindi hiki na hata kipindi kilicha, eh, kipindi kilichopita, mamufti waliopita walifanya jitihada kubwa za kuhakikisha Waislamu wanapata maendeleo, kuwasimamia Waislamu wa nchi hii waweze kupata maendeleo. Sasa tunapozungumzia kuhusu umoja wa Waislamu, maana yake ni kutaka kujiletea maendeleo. Tunapokuwa tunaoingia kwenye migogoro na mparaganyiko e, huu ambao sasa tunaona watu wanaufanya kwa makusudi kwa nia mbaya, maana yake mtu mwenye nia nzuri hawezi kufikia hatua hiyo ya kubeza taasisi nyingine. E, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia tuwe wamoja e, munibina ilaihi wattaquhu wala takun minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wakanu shia kulu hizbin bima ladayhim farihin. Tusiende huko kila, hao wanaona wao wanafanya vizuri. BAKWATA ya leo tunayoizungumza ina magari katika mkoa wa Katavi, kwanza pikipiki. Kila wilaya ina pikipiki e, wila, kila wilaya kila katibu wa wilaya katika wilaya za mkoa wa Katavi ana pikipiki e, ana pikipiki ya BAKWATA mkoa una pikipiki ya Bakwata, una gari za Bakwata, mkoa wa Katavi na mali hizo zote hazijasajiliwa kwa jina la mtu yoyote, zimesajiliwa kwa jina la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Sasa tukimwona mtu anasema Bakwata haijafanya kitu, unabaki unamtazama tu. Tusemeje? Tugeuke wanasiasa na sisi tupande kwenye majukwaa, tuseme tumefanya hiki, tumefanya hiki, tumefanya hiki la tunayofanya haya. Bakwata imejengwa katika misingi ya ikhlas, ni kama vile ilivyokuwa huko nyuma, kwamba wazee wetu wale waliokuwa wamepigania uhuru wa nchi yetu, na ikaenda hivyo ikaenda hivyo ikaenda hivyo mpaka kufikia kuundwa baraza kuu la wa waislamu wa Tanzania. Walikuwa ni ahlu tariqa, watu wa tariqa, wamekwenda hivyo, wamewaachia wazee wetu, na wazee wetu wamekwenda hivyo, wamewaachia wazee wao hivyo hivyo mpaka hivi sasa katika zama hizi za Al Mujaddid Al Asir, Dokta Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Bwana, Bakwata inaendelea kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo leo, alhamdulillah, tumemalizia kikao chetu kwa kufanya dua ya kuwaombea viongozi wetu, viongozi wetu wa kitaifa. Tuna viongozi wawili tu wa kitaifa ambao ndio wasemaji wakuu upande wa dunia kwa maana ya upande wa sekula tuna rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania aliyepata ridhaa ya wananchi wa tanzania kuiongoza nchi hii naye si mwingine ni dr samia Suluhu hassan ndio upande wa lakini upande wa dini tunaye kiongozi wetu mkuu mmoja kwa sababu Qurani yetu moja, Mtume wetu mmoja, kalima yetu ya la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah moja, na kiongozi wetu sisi Waislamu ambaye ana uwezo wa kuwasemea Waislamu wa, wa nchi hii sio mwingine ni Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania, Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Alim Bwana hafidhahullah. Basi tumetumia fursa ya kikao chetu cha leo, viongozi wa taasisi zote tumekubaliana kwamba tumfanyie dua mzee wetu mzee wetu mufti wetu na sheikh mkuu wa Tanzania, bila kinyongo, bila kusitasita. Tumeifanya dua hiyo kumwombea heri, kumwombea afya njema, na kumtakia kwa Mwenyezi Mungu kinga amkinge na kila balaa na amkinge na kila fitna na amkinge na kila hasadi. Wakati mwingine zinakuwa ni hasadi tu, mtu anaona kwamba BAKWATA sasa imepiga hatua kubwa. Leo kukiwa na kikao cha BAKWATA taifa, utaona mikoa inavyokuja, mkoa huu utakuja na gari yake, mkoa huu utakuja huko. Nyuma haikuwa hayakuwepo hayo, tulikuwa tunakwenda sisi kwenye vikao ambavyo tunakutana na wenzetu kule. Wenzetu wanakuja na usafiri na nini, sisi tunasubiria bajaji au bodaboda, tunasubiria bajaji au bodaboda, na wakati wa kwenda labda tuliomba lifti. Lakini leo wale tuliokuwa tunaomba lifti, leo ndio wanaotuomba lifti, na tunawapa lifti, tunawafikisha huko wanakokwenda. Hii ndiyo BAKWATA. Sasa akitokea mtu anasema BAKWATA haijafanya chochote haoni huyo, kad tunkiru lainu dawu shamsu min ramadin wayunkiru lfamu taamu lmai min sakami, ana maradhi, ana malaria. Haoni ambacho bakwata inafanya, lakini watembee. Fasiru fi lardhi, tembee ni jamani kwenye ardhi e, wasikae sehemu moja, waje Katavi waone tuna shule e, tuna maabara ya Kiislamu, tuna mavituo ya afya tunajenga, tuna maofisi yanajengwa na tuna mambo chungu nzima ambayo tunayoyafanya. Wasikariri tu kwamba huko nyuma sijilikuwa hivi. Hata huko nyuma maendeleo yalikuwepo, lakini kwa kuwa mtu anataka kusema analoitaka basi na amepewa mdomo wa kusema au kuandika, naweza kaandika chochote, lakini BAKWATA iko imara mkoa wa Katavi na haitetereki, na taasisi zote za Kiislamu zilizoko mkoa wa Katavi takriban taasisi kumi na sita ambazo leo zimekosekana taasisi tatu tu kutimia. Taasisi hizo kumi zote kumi na sita, tuko kitu kimoja na tunaendelea na shughuli za kiislamu kama kawaida kwa ushirikiano. Tumemsikia shekhe wa wilaya ya Mlele anasema wao kama BAKWATA wamenunua ardhi wamewapa IPC. IPC ni Islamic Propagation Center ambayo ni kamati ya kuendeleza Uislamu, wamechukua pesa yao BAKWATA, wamenunua ardhi wamewapa IPC, kwamba jamani, nyewe si mnataka kujenga shule? Ardhi hiyo hapo sote ni Waislamu, tujenge Uislamu wetu. Alafu anatokea mtu anasema BAKWATA haina chochote, BAKWATA ihudumie Waislamu. Iwahudumie vipi Waislamu? Iwahudumie vipi Waislamu? Iwahudumie vipi Waislamu? au Waislamu wanaozungumzwa hao ni wepi? Sio hawa hawa nchini Tanzania ambao wakipatwa mambo yao ya kijamii wanakimbilia Bakwata. Inasaidia watu kuwasafirisha, inasaidia kujenga misikiti. Bakwata makao makuu pale tumeshuhudia inatoa vibali, bwana, nenda kwenye misikiti ya Bakwata pita, nenda kachangishe kwa ajili ya madrasa yako kwenye taasisi ambazo has, hata hazina uhusiano na Bakwata, lakini zinakuja huku mikoani kwetu na tunazichangishia fedha zinaenda kujenga huko, ambako zinakwenda kujenga wao. Taasisi zingine wanapofanya maendeleo, kwani hizo fedha wanashushiwa kutoka mbinguni? Siwanazitoa so, kwa Waislamu hao hao hao hao hao hao Waislamu wanaotumiwa na taasisi hizo ndio hawa Waislamu wanaotumiwa na Bakwata. Kwa hiyo inshallah, sisi tuendelee kuwa kitu kimoja, tuendelee kushikamana tuendelee kuendeleza dini yetu. Haya yanapita ni ya mpito tu, ni upepo tu, utapita. Sisi tuendeleze mshikamano wetu kama Bakwata mkoa wa Katavi bila kuyumbishwa na mtu yoyote, na tuendelee kuilinda amani yetu, na tuendelee kuhamasisha e, waumini kuwa watulivu na kutangaza amani iendelee e, kutamalaki katika nchi yetu, lakini pia tuendeleze kunuti ambazo Mheshimiwa Mufti alituambia kila msikiti siku ya Ijumaa ufanye kunuti, kunuti zile zi ziendelee kama ambavyo tunavyoendelea na kunuti hizo, mpaka yeye mwenyewe atakaposema hapo inatosha, kwa sababu sisi sauti yetu ni Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania, ndio sauti yetu. Akisema la, hakuna kinachofanyika. Akisema naam, basi samina wa atana. Kwa hiyo iko namna hiyo, insha allah tuendelee kushirikiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala atie taufiq. wallahu waliyu taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu <todicum>